Sante Mungu wetu na Bwana wetu mtakatifu, takatifu, Bwana majeshi, Mungu wa Israeli tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo umetupa neema na kibali tupate kujifunza na kulitafakari neno lako kwa kina. e Bwana, ninakushukuru Mungu wangu na Bwana wangu. Asante kwa Roho wako Mtakatifu aliye pamoja nasi. Tunakuomba e Roho Mtakatifu, utusaidie na utuwezeshe kuelewa, utufundishe na utuwezeshe kuelewa sawasawa na mapenzi ya Mungu utukufu wa wa Yesu Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Tumeomba tukiamini, amen amen. Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kutafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali sura ya kwanza na ule mstari wa saba. Neno la Mungu linasema, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Bali wapumbavu, wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Rafiki yangu, maarifa inayozungumzwa mahali hapa hii maarifa hauwezi ukaipata mahali popote pale, hauwezi ukaipata sehemu yoyote ile, hauwezi ukaipata kwenye chuo chochote kile. Maarifa inayozungumzwa mahali hapa hii ni maarifa juu ya ulimwengu huu hii dunia tunayoishi, na juu ya maisha tutakaenda kuishi baada ya maisha hapa duniani. Hiyo ndio maarifa inayozungumzwa, na hii haipatikani kwenye darasa lolote la kidunia, kwamba utaenda mahali popote. Hata ungeenda kusoma theolojia maarifa hii inayozungumzwa haiwezi, hauwezi ukaipata huko, wala maarifa hii, hata ungeenda Harvard hata ungeenda Oxford hata ungeenda sijui wapi, hauwezi ukaipata hii maarifa inayozungumzwa kwenye hii Mithali moja na ule mstari wa saba kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa maarifa inayozungumzwa mahali hapa haipatikani mahali popote pale, tofauti na kwenye darasa la Mungu ambaye ilo darasa la Mungu, mwalimu ni Roho Mtakatifu. Darasa la Mungu, mwalimu ni Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, Yohana 14, Yohana 14 na ule mstari wa uh, Yohana kumi na nne na ule mstari wa kumi 15... na ngapi hapo? Yohana kumi na nne na ule mstari wa kumi na tuanzie kumi na tano anasema mkinipenda, mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Mstari wa kumi na saba ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa, maan, kwa, kwa kuwa haumwoni wala haumtambui bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Haleluya, haleluya! Ukiluka hapo, uh, ukiluka hapo ukienda mstari wa ishirini na sita ishirini na sita, anasema lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Maarifa inayozungumzwa mahali hapa, hii maarifa haipatikani kwenye darasa lolote lile, tofauti na darasa la Mungu ambaye mwalimu ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atawafundisha yote, Roho Mtakatifu ndiye mwalimu katika hili darasa, ambaye kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa ambayo maarifa hayo nimekwambia hauwezi ukayapata mahali popote pale, tofauti na kwenye darasa la Mungu. Na maarifa haya yatakusaidia namna na jinsi ya kuishi hapa duniani, na maarifa haya yatakusaidia namna gani uishi ili uweze kuulithi uzima wa milele. Ndo maarifa yanayozungumzwa mahali hapa na, na iko hivi haya maarifa yanayozungumzwa hapa ndio maarifa yatakao kusaidia wewe ufanikiwe hapa duniani chochote unachokitaka. Haya maarifa yanayozungumzwa ndio yatakao kufanya ukipate hicho unachokitaka. Maarifa, kuna mahali pengine Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yanayozungumzwa sio ile kwenda kukaa darasani, umesoma la kwanza mpaka la saba, umesoma fom one hadi fom four ukaenda chuo au ukaenda advance ulivyotoka uka, advance ukaenda chuo, hayo sio maarifa yanayozungumzwa ya namna hiyo. Maarifa yanayozungumzwa ni yale maarifa yatakao kuwezesha wewe kuishi hapa duniani kulitimiza lile kusudi la kuwepo hapa duniani na mwisho wa siku uweze kurithi uzima wa milele baada ya maisha hapa duniani. Ndio maarifa yanayozungumzwa. Na haya maarifa rafiki yangu, nimekueleza hayapatikani sehemu yoyote ile, hayapatikani kwenye darasa lolote lile, tofauti na darasa la Mungu ambalo hilo darasa mwalimu ni Roho Mtakatifu. Mwalimu ni Roho Mtakatifu kwa mujibu wa kitabu cha Yohana kumi na nne, ule mstari wa mstari wa kumi na tano hadi 18 na ukiruka unaenda mstari wa mstari wa ishirini na sita ambapo hapo ndo tunakuta, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha yote, hii inamaanisha nini? Kwamba hii inatupa, inatupa akili ya kuelewa kwamba Roho Mtakatifu ambaye anakaa kwetu, ambaye anakaa ndani yetu, ambaye unampokea baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yeye ndiye anayekuwezesha kuwa na hiyo maarifa, anayekuwezesha kupata hayo maarifa yanayozungumzwa kwenye Mithali. Utasema mbona zamani Roho Mtakatifu alikuwa bado hajashuka? Ya rafiki yangu, hata zamani Roho Mtakatifu alikuwepo, isipokuwa Roho Mtakatifu zamani alikuwa anakaa kwa watu ambao ni baadhi ambao Mungu amewachagua specific, na ndio maana zamani ilikuwa ni kwamba mtu akijazwa Roho Mtakatifu akaanza kutabili, watu walikuwa wana wanamheshimu, watu walikuwa wanamshangaa, wanaogopa, kwa sababu anaeleza mambo yajayo hata hajawahi kutokea, au anaongea hekima ambayo haijawahi hakuna mtu amewahi kuifikiria hiyo hekima. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa kwa watu ambao Mungu amewachagua spesifiki, kwamba wewe wewe ndio utakae kuwa na uwezo wa kusogea mbele zangu. Na ndio maana kwenye Yoeli anasema siku za mwisho nitamimina roho yangu, nitamimina roho yangu juu ya watu wote. Maana yake zamani ilikuwa sio kwa watu wote, ila sasa hivi ni kwa ajili ya watu wote. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote kwenye hizi nyakati za mwisho. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote, na hao watu wote sio lazima, hakulazimishi. Na angekuwa anakulazimisha, maana yake dunia nzima wote tungekuwa tumejazwa Roho Mtakatifu na tungepokea hiyo maarifa ambayo anaesema, tungekuwa na hiyo maarifa ambayo anaesema, lakini kwa sababu sio wote sio lazima, sio lazima, sio lazima kumpokea huyo roho mtakatifu. Hakulazimishi yeye, yeah, hakulazimishi wewe umpokee roho mtakatifu. Ameweka hiari ya kuamini kwamba ukimwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na ukamkiri kwa kinywa chako, umefanyika kuwa mwana wa Mungu. Kishafanyika kuwa mwana wa Mungu, anakupa huyo roho mtakatifu, kila anayemwamini. Lakini zamani, hata kama ulikuwa ukimwamini kama wewe haujachaguliwa kumbeba huyo roho mtakatifu, ulikuwa huwezi kumpokea roho mtakatifu mpaka upate ile neema ya kuchaguliwa, kwamba wewe utakuwa mtumishi wangu, wewe ndiyo utakayeweza kumpokea roho mtakatifu, apate kushuka kuwaeleza ni nini kinachowapasa kufanya. Na ili ujue kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, roho mtakatifu akija ndani yako, anakujulisha ni nini cha kufanya. Angalia hapa anaposema, anasema lakini huyo roho huyo, huyo msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia, na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Maana yake Roho Mtakatifu anajua ni nini tunatakiwa tufanye, anajua ni nini kinatakiwa kitendeke, anatufundisha. Kwa hiyo roho mtakatifu, kazi yake ni kutupa maarifa na, na na kutuelezea na kutuelekeza ni nini tunatakiwa kufanya ili tuweze kufaidika na kunufaika na huu ulimwengu huu ambao Mungu ametuweka kwa muda kitambo. Rafiki yangu, aujaja mahali hapa kuishi kwa kuteseka, aujaja duniani kuishi kwa kuhangaika, aujaja duniani kuishi kwa ku kwa kutokuwa na matumaini kwamba ni nini kitatokea mbele yako. Umekuja duniani kwa ajili ya kulitimiza kusudi, umekuja duniani kwa ajili ya kulitimiza kusudi. Sasa kusudi utalitimizaje kama hauna hiyo maarifa? Utawezaje kulitimiza kusudi kama hauna maarifa? Lazima uwe na maarifa ili uweze kutimiza kusudi. Na maarifa yanayozungumza, sio ya kimungu peke yake, ni maarifa juu ya vitu vyote vya hapa duniani na baada ya hapa duniani uweze kuurithi uzima milele. Maarifa juu ya vitu vyote vya hapa duniani, ni nini kifanyike, ni nini kitendeke, ni nini kiwe, maarifa inayozungumzwa mahali hapa. Kwa hiyo maarifa, Mungu anatamani watu tuwe na maarifa juu ya vitu vinavyoendelea kwenye ulimwengu, anatamani. Kuna rafiki yangu mmoja, huwa namweleza, namwambia kwamba Mungu hapendi tuishi kwa miujiza. Hata leo kuna mtu nimemwambia hivyo, rafiki yangu mmoja, nimemwambia Mungu hapendi tuishi kwa miujiza, anapenda tuishi kwenye mfumo, anapenda tuishi kwenye system, kwenye ufalme, kwenye utawala. Sasa hakuna ufalme wote unaoongozwa na, na wajinga. Hakuna ufalme wote unaoongozwa na watu wasio na hekima na akili. Hakuna ufalme wote unaoongozwa na watu wasio na maarifa. Hakuna, hakuna, hakuna ufalme wote unaongozwa na watu wenye maarifa, watu wenye hekima, watu wenye ujuzi, watu wenye uelewa, watu wenye uweledi. Sasa kama na wewe unataka kuishi kwenye mfumo kwenye system, kwenye utawala ule Mungu aliyotaka uishi ili uweze kulitimiza kusudi, lazima ukubali kumcha Mungu, lazima ukubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako ili uishi kwenye mfumo, usiishi kwenye miujiza. Sasa hivi watu wengi sana wamekumbwa kwenye wimbi la kutaka miujiza, la kutaka vitu kwa haraka, la kutaka vitu vitokee haraka haraka. Hawataki kujituma, kujibidisha, hawataki kusoma, hawataki, hawataki kuomba, hawataki. Yaani wanataka vitu vitokee haraka haraka, wanataka kitu kikianza leo kesho kianza kutoa matokeo. Rafiki yangu, hata projekti za Mungu mwenyewe zilichukua miaka na miaka mpaka zinakuja kutokea. Projekti za Mungu mwenyewe. Hata tunaona wakati anapotaka kuleta garika kipindi cha Nuhu, ilichukua miaka mia na ishirini. Nuhu bado anatengeneza safina miaka mia na ishirini. the process watu hatupendi kuishi kwenye process. Hatupendi kuishi kwenye mchakato. Hatupendi kuishi kwenye, hatupendi kuishi kwenye mchakato. Hatupendi kuishi kwenye mfumo, kwenye system. Tunapenda vitu vya haraka haraka kirahisi rahisi. Rafiki yangu, anayekimbia maarifa ndiye anayekimbilia vitu vya haraka, kwa sababu ili uweze kukielewa kitu, kujifunza kitu ukielewe, hauwezi ukakielewa kwa siku mbili hauwezi ukakielewa kwa siku moja. Wakati mwingine ili ukielewe kitu inakuchukua miaka minne, mitano, sita hadi kumi. Ili ukielewe kitu inakuchukua muda wa kutosha. Na maarifa inayozungumzwa hapa, ili uweze kukomaa vizuri, lazima ikuchukue muda kukaa kujifunza, kukaa kujifunza kwenye hilo darasa la Mungu, kujifunza Roho Mtakatifu anakufundisha na ndio maana unapookoka kuna vitu unakuwa unavifanya, hata kama unakosea, mungu anakuacha wala hata akuadhibu wala hata akugombezi wala hata akuambii, lakini kadri unavyoendelea, kwa sababu anakuwa anaendelea kukufundisha pale unapokosea, anakwambia hapa atwendi hivi, anakufundisha na kuelekeza. Kuna siku moja nikamwambia rafiki yangu, kama haujawahi kuacha kitu chochote bila kujua kama umekiacha basi wewe haujajazwa roho Mtakatifu, haujajazwa roho Mtakatifu, kwa sababu roho Mtakatifu yuko hivi, unaweza kuwa unafanya kitu unakosea, lakini anakuacha, anaendelea kukufundisha kidogo kidogo kidogo kidogo, na darasa lake liko hivi, unashangaa, anakuondolea kiu ya, ya, ya kile kitu, anakuondolea hamu ya kufanya kile kitu, anakuondolea shauku ya kutaka kile kitu, taratibu anakuondolea, unaanza kukichukia taratibu taratibu taratibu, mwisho wa siku unajikuta haukitaki tena hicho kitu, unajikuta haukitaki kwa nini. Darasa la roho mtakatifu alihitaji haraka kujifunza kwa mwalimu wetu roho mtakatifu hakuhitaji haraka, kunahitaji utulie Kunahitaji uvumilie, kunahitaji usiwe na papala. Kuna vitu unavitamani vitokee kwenye maisha yako, kuna vitu unavitaka vitokee kwenye maisha yako. Rafiki yangu, tulia, msikilize Roho Mtakatifu, haijalishi itakuchukua muda gani, msikilize Roho Mtakatifu. Kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Maarifa yanayozungumzwa hapa ni maarifa juu ya vitu vyote vinavyoendelea kwenye ulimwengu hapa duniani na ulimwengu ujao. Kwa hiyo roho mtakatifu anachokufundisha anakufundisha namna gani uweze kuishi kwenye ulimwengu na unufaike, ufaidike kuwepo kwenye ulimwengu, ufurahie kuwepo kwenye ulimwengu, lakini anakufundisha, anatufundisha kwamba baada ya huu ulimwengu huko tunakoenda tutaenda kuishi kwa namna gani, anatufundisha na anatufundisha kwamba hapa tunapita, kuna mali tunaelekea kuna sehemu tunaenda. Roho Mtakatifu, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Unatakiwa upate maarifa ya kimungu ili uweze kujikwamua kutoka hapo ulipo. Unatakiwa upate maarifa ya kimungu ili uweze kusonga mbele inatakiwa upate maarifa juu ya hicho kitu ili uweze kuendelea mbele. Rafiki yangu, kuna wakati mwingine hauhitaji mwalimu yoyote, hauhitaji kuangalia ni nani amefanya nini. Unahitaji umsikilize Roho Mtakatifu anavyokuelekeza, anavyokuongoza. Mimi nimewahi kufanya kitu ambacho sikubahatika siku kumwona mtu ambaye amekifanya japo vilikuwa vimeshafanywa ila sikubahatika kumwona mtu ambaye amekifanya, lakini kwa sababu ya maongozi ya Roho Mtakatifu nilijikuta nakifanya kile kitu exactly kama wengine walivyofanya, yaani sawasawa kama wengine walivyofanya. Hata kama hakikuendana kabisa, lakini kiliweza kufanya kazi kama wengine walivyofanya, kafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa namsikiliza Roho Mtakatifu. Wakati mwingine tu naweza nikaa, nimekaa nasikia wazo linakuja. Maana Biblia inasema kuna mahali anasema, na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Kasome Biblia, utakutana mahali inakwambia, na kumwambia mwanadamu mawazo yake. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuwa umekaa tu, Mungu anakuletea wazo, kwa nini usifanye hivi? Kwa nini usifanye hivi? Kwa nini usifanye hivi? Kwa nini usifanye hivi? Hayo ndiyo maarifa yanayozungumzwa, lakini hayapatikani kwa siku moja, hayapatikani kwa siku mbili. You have to keep a time, unahitaji kuweka muda, unahitaji kukaa na kutulia na kusubiri. Usiwe na papara, usiwe na haraka. Hii maarifa imezungumzwa, unaweza ukaona kama ni kitu cha siku moja, siku mbili. Aa, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake wanaanza kumsikiliza Mungu, wanaanza kutulia kwa Mungu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, kwa sababu wanahitaji kuona vitu vikitokea kwa haraka kwa wepesi, kadri siku zinavyozidi kwenda, wakiona mambo yanakuwa magumu, haoni mpenyo, haoni njia, anaamua kuachana na Mungu, anaamua kufata akili zake mwenyewe, au ushauri wa watu wengine, au akili za watu wengine. Rafiki yangu utaangamia, utaangamia hakuna utakakofika. Unajua, iko hivi wakati nasoma e, kitabu cha Waamuzi na kitabu cha Wafalme nilimshangaa sana Mungu, nikagundua kwamba kuna wakati anaweza akakuacha kabisa ukafanya ujinga wako, alafu mwisho wa siku akakuo akakumaliza vibaya akakuacha kabisa ukawatesa watumishi wa Mungu, ukawatesa watu wake, akakuacha kabisa, akakuacha wala hata hata asisikie kuna nini, akakuacha lakini mwisho wake unakuwa mbaya. Wako wafalme wengi sana na waamuzi wengi walikuwa wanafanya vitu vya ovyo vibovu, wanawatesa watu wake, wanawatesa watu wa Mungu, wanajiona kama wao ndo wameshafika, lakini mwishoni walikuja kuishia pabaya, walikuja kupata madhara makubwa wao na familia zao, walikuja kuishia pabaya. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kuwa unaenda unaona, labda umeishi miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini, unafanya ujinga huo huo na mambo yako unaona yanaenda, unafanikiwa hata ukisikia neno la Mungu unaona kama ni upuuzi na ujinga. Rafiki yangu wewe, sio wa kwanza. Kuna watu walienda mpaka miaka arobaini, kuna watu walienda mpaka miaka themanini wakifanya ujinga na wakiwa wanafanikiwa kwenye mambo yao, na Mungu akawaacha, lakini mwisho wao ulikuwa mbaya. Usikubali kuangamia kizembe, usikubali kufa kizembe. Kubali maarifa ya kimungu katika maisha yako, kubali maarifa yanayotoka ya kwa Mungu ili yakuwezeshe kuishi vizuri hapa duniani na mwisho wa siku, baada ya hapa duniani, uweze kuurithi uzima wa milele. Kuna vitu vingi sana hatuvijui, hatuvielewi, lakini tukimkubali huyu Yesu akatupa roho wake mtakatifu, tutaelewa. Kumbe ulimwengu ndio unaendaga hivi, kumbe dunia ndio inaenda hivi, kumbe mambo ndio yanaenda hivi, kumbe mwisho wangu utakuwa hivi. Biblia inasema atakujulisha mambo yajayo habari zake nani? Roho Mtakatifu atakupa maarifa juu ya siku zako za mwisho zitakuwaje. Roho Mtakatifu, na ndio maana unaweza kukutana na watu wengine waliojawa na Roho ambao tayari wana uhakika kesho, wana uhakika kwamba kesho Mungu amewahakikishia kufika, pamoja na changamoto. Unaweza kukuta kuna vitu anavifanya, kuna vitu wanavitenda, ukaa unahisi unasema, hawa wana uhakika gani? Wao sio wao, Roho Mtakatifu ameshawahakikishia, ameshawajulisha mambo yajayo, maarifa. Na ndio maana kuna mtu mwingine unaweza ukaona biashara ni nzuri, ni nini, na ana mtaji na na kila kitu, lakini hata umshauri vipi, anakwambia hiyo biashara mi sifanyi na ndio maana kuna mwingine unaweza ukamwambia sijui kuna hii kazi sijui na nini, anakwambia sawa, ina malipo mazuri na nini, lakini usifanye. Kwa nini? Roho Mtakatifu ameshamwonyesha hiyo kazi pamoja na uzuri wake ina madhara juu yako. Hiyo biashara pamoja na faida zake ina madhara makubwa juu yako, ni heri usifanye na ndio maana Biblia anasema kila mtakalotia mikono kufanya litafanikiwa. Rafiki yangu, iko hivi, sio kila mtakalotia mikono tu kufanya, hata lilo lilojamlia mwenyewe. Hiyo kila ni maana yake, umekaa umemsikiliza Roho Mtakatifu amekwambia, ili acha, ili fanya. Utakapokubali kufanya sawa na kile Roho Mtakatifu anakueleza uwe na uhakika, atakupa maarifa na akili namna ya kukikamilisha na kukifanikisha hata kama kiwe kigumu kiasi gani, atakupa maarifa ya namna ya kukikamilisha na kukifanikisha. Ila sasa wengi tunabakia kwamba Mungu umesema kila nitakalotia mikono kufanya litafanikiwa, hata lile ambalo hajakuambia ufanye. Lazima ukubali kumcha Bwana na kumcha Bwana ni kukubaliana na yeye kumhofu yeye, maana yake usifanye kitu chochote nje na mapenzi yake nje na matakwa yake nje na vile anataka. Kumcha Bwana, kumhofu yeye, to fear the Lord, kukubali kusema wewe, Yesu Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu, msalaba mbele, dunia nyuma. Kumcha Bwana ni kukubaliana na yeye, ni chanzo cha maarifa Manake ukikubaliana na yeye ataimport vitu ambavyo vitakusaidia wewe kunufaika hapa duniani na baada ya hapa duniani, uweze kuurithi uzima wa milele. Tunamwona Ibrahimu aliyekubali kumcha Bwana kutoka kwenye taifa la watu waliokuwa wakitenda maovu na dhambi, lakini alivyokubali kumcha Bwana tunaona Mungu alivyompa maarifa ya namna gani ya kuishi kwenye ulimwengu na akaacha matokeo makubwa ambayo hata vizazi na vizazi mpaka leo tunaeleza habari zake. Hata na wewe bado na unayo nafasi ya kuacha alama kwenye hiki kizazi, ambacho vizazi na vizazi, kama Yesu atakuja rudi, utaweza kuacha alama nao watasema, hakika kuna mtu aliwahi kuishi. Unahitaji maarifa kutoka kwa Mungu na hayo maarifa ili uweze kuyapata, unahitaji umche Bwana umche Mungu. Unawezaje kumcha Mungu? Ni kwa kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishamwamini Yesu Kristo, anakupa Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwenye hilo darasa la kupata maarifa kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, wewe rafiki yangu unayesema unamhitaji Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nitaenda kuomba na wewe. Naomba nifuatishe maombi haya, sema eh, Bwana Yesu, kuanzia leo nimelisikia neno lako nami na ninakuja kwako, ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. E hey, Yesu kuanzia leo ninakubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. E hey, Yesu ninakuomba ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kuniokoa asante Yesu kwa kunisamehe asante Yesu kwa kuniponya, amen, amen. Ubarikiwe sana rafiki yangu, wewe ule nisikiliza siku ya leo, kubali kumcha Bwana ili upate maarifa ya kimungu ndani yako, ili upate maarifa kutoka kwa Mungu juu ya hilo unalolifanya, ili upate maarifa kutoka kwa Mungu juu ya kazi yako, upate maarifa kutoka kwa Mungu juu ya biashara yako upate maarifa kutoka kwa Mungu namna ya, kuile, ya kulea na kuitunza familia yako. Upate maarifa kutoka kwa Mungu namna ya kuiongoza hiyo taasisi na hiyo kampuni unayoiongoza. Unahitaji kumcha Bwana, unahitaji kumcha Mungu. Asante Bwana wangu na Mungu wangu mtakatifu wa Israeli. Asante Bwana mabwana, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa Wafalme. Ninakushukuru e Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya yule mtu mmoja ambaye amekuamini wewe kwa we kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu wangu, ninaomba umtunze, umlinde, ninaomba uachilie maarifa yako we Bwana, ili apate kuenenda na kuishi sawasawa na mapenzi yako, ili apate kunufaika na kufaidika na maisha ya hapa duniani na mwisho wa siku apate kuurithi uzima wa milele, katika jina la Yesu kwa damu ya Yesu. Kuna mambo mengi anateseka nayo, anaangaika nayo, kwa sababu ya maarifa. Amekosa maarifa juu ya hicho kitu, amekosa maarifa juu ya hiyo mazingira, amekosa maarifa juu ya hiyo ndoa, amekosa maarifa juu ya hiyo familia. Bwana, ninaomba neema yako ipate kuachiliwa ndani yake, ukampe maarifa ya kuweza kuishi katika ulimwengu na kunufaika na kufaidika na maisha ya hapa na mwisho wa siku zake apate kuurithi uzima wa milele e bwana wangu na mungu wangu ninaomba neema yako na upendo wako vizidi kutulinda na kututunza tuweze kuendelea kuishi maisha matakatifu ya kukupendeza wewe mungu wetu ya kukucha wewe bwana sifa na utukufu na heshima na adhama na kurudisha mungu kwa maana na stahili ni mambo yote nikiamini sasana mapenzi yako amen amen